Wavuvi wa soko la samaki Kasera, kata ya Sahare jijini Tanga wameiomba serikali kuangalia kwa jicho la tatu haswa katika masuala ya utozaji wa ushuru na leseni kwa wavuvi. Wameasema hayo walipokuwa wakizungumza na Swahili Voice katika soko hilo lililopo Sahare jijini Tanga na kuitaka serikali kupunguza harama ya leseni ili kuendana na vipato vyao. Hali leseni ya chombo, laki moja na elfu arobaini na hapo, hapo unaambiwa na hatimiliki pia uilipie, kwa maana hiyo unalipwa kwa mara mbili, laki mbili na alfu themanini chombo hichi kimoja. Baadaye kuna SMATRA, SMATRA inakuwa ni laki moja na alfu kumi na tano au laki moja na alfu kumi Lakini pia bei zikuwa juu za leseni. Kama hii SMATRA ilikuwa tuondoshee hii SMATRA kwanza, na leseni ya chombo pia wapunguze bei, na alafu wasitukashe mara mbili, hmm. Halafu kwa upande wa leseni za wavuvi isiwe kuna leseni kwa kuna vitambulisho. Aidha, wameiomba serikali kuboresha miundombinu ya soko hilo ikiwemo ujenzi wa soko, barabara, maji safi na salama, pamoja na huduma ya vyoo na boti za uokoaji ili kukabiliana na dharura, kurahisisha shughuli za uokoaji pindi zitokeapo ajali nyakati wa wapo kazini. Nimeambiwa kitajengwa mwezi wa saba, wa ushapita waja mwezi wa saba mwingine hakuna kitu, yani kwamba yani kama vile watu wanakuja wanadanganywa, na hapa panaingiza pesa nyingi Watu wanateseka, wanapambana, wanalikwa maushuru kila kitu, ukitengenezwa, ukiangalia kwenye ndombinu kwenye barabara mm, ziko hapa, gari haiwezi kuja hapa kugia. Mtu akiwa na gari yake nzuri aiacha kule machinjioni na watu wanakunya pokoni huko. Sio, ukitaka vile vile wavuvi hao wameomba kuboreshewa ulinzi katika maeneo yao ya kazi ili kukabiliana na uhalifu unaotendeka wakati wa biashara ikiwemo wizi wa bidhaa zao tunaita wanyaji ni kisasa sana kwa sababu mtenga hana raha na uongozi uko, leo tumetoka baharini mara kaja smart anataka smart, mara leo kumekuja leseni na maana sisi hatuna uhuru na hii bandari yetu na... kiangalia hapa hapana faida ya uokozi. Ukiangalia hapa hapana kitu chochote kinachotaburuka kama sisi hapa na... kinaokuwa wavuvi na watenga na ni faida kwa upande wake. Mwenyekiti wa wavuvi wa soko hilo ndugu Bobea Salum ameomba serikali kufanyia kazi changamoto za eneo hilo ili kuwapa fursa wavuvi hao kufanya kazi kwa ufanisi kwa maendeleo yao binafsi na taifa kwa ujumla. Upande wa boto uokozi pamoja na makusanyo mengi ambayo tunakusanywa no. Sisi katika mpatikanaji wa ajani hatuna vote uongozi. Ni kilio ambacho tumekilia muda mrefu, kwamba swala hili lifikie kwa kiongozi wa nchi halichukulie kwa, kwa kiu kubwa na kuona kama sisi wa kubwa Kasera bado tunasema hatujafahamika, kwa sababu makusanyo yetu ni makubwa sana. Tunaingiza pesa nyingi katika halmashauri, lakini utekelezwaji katika soko letu bado ni tete. Soko letu ina changamoto ya maji, maji ya kunywa sisi hatuna, pamoja na mkusanyo wote kwenye halmashauri. tunavyovyovi la matumbi wasiopungua matata kasira, na wadau wasiopungua watu elfu tano kutoka Sahare jijini Tanga. Mimi ni Amina Muhamed wa Swahili Voice.